Utafiti unaonekana kwamba kuna baadhi ya mavazi yanaonekana kama ni moja ya mavazi ya kihuni pale mtu anapokuwa anavaa. Ni aina ya mavazi ambayo uh, unapokuwa unavaa mtu anakutathmini au kukufikiria wewe tofauti kwamba umekosa maadili, huna wazazi, haujui jinsi gani utamaduni wa bara la Kiafrika unataka mtu avae aina gani ya nguo au avae mtindo wa aina gani, bila kujali kwamba aina hizi za mavazi mtu anaweza akavaa na akapendeza sana, kwa sababu sasa hivi tunaingia katika kizazi kipya, mambo yanabadilika. Kwa hiyo inabidi twende na wakati, twende na vile mitindo inavyokuwa inataka. Ni mishono zamani inakuja, baada ya kuja inaboreshwa na inaleta kitu kipya ambacho mtu unaweza ukavaa na ukapendeza, kwa wale ambao wanaingia ofisini, kwa wale ambao wanaenda chuo, kwa sababu kila mtu anakuwa na matukio yake ambayo anaenda. Wengine wanaenda katika after party, tunaenda katika maulidi, tunaenda katika baby shower za watu. Hauwezi kusema kwamba utavaa kila siku utavaa gauni la kitenge ambalo linakuwa lina mwamvuli, nguo ambazo tayari zimeshapitwa na wakati. Lakini pia kuna yale mavazi kama mfano mavazi ya mwanamke nyonga, aina nyingine za mavazi kama mavazi ya mapande sita, hayo yote ni magauni ambayo yameweza kupitwa na wakati, lakini yale yale magauni sasa hivi yanakuja na ubunifu mzuri, na ambao mbunifu huo unakuwa na muonekano mzuri. Sio nyingine, bali nazungumza magauni hayo yana ambayo yanakuwa na mabega wazi, mabega yote mawili yanakuwa wazi. Inamaanisha kwamba aina hii ya nguo inakuwa haina mwonekano wa juu, yaani haina bega, bali bega lake au ya shingo yake inakuwa ni kubwa, ili kuweza kuvuta hili hii mikono kuwa na mwonekano wabega wazi na ni moja ya nguo nzuri sana japokuwa, sio nguo maarufu ambayo watu wengi sana wanaipenda. Mara nyingi unakuta mtu anapokuwa anavaa aina hii ya nguo, unamshauri ni mteja, unamshauri bwana, vaa aina hii ya nguo itaweza kukupendeza kutokana na tukio lako ambalo unaenda. Wengi wanakuwa wanakataa, wanakuambia mimi siwezi kuvaa aina hii ya nguo kwa sababu tu uh, nguo hii naona kama haina maadili au nguo hii haina utamaduni wowote, lakini hayo yote ni

ya fashion kama wewe ni mbunifu wewe ni mwanamitindo, unapenda kwenda na wakati, basi unapokuwa unaenda kwa fundi, fundi anapokwambia bwana na kushauri wewe uweze kushona aina hii ya nguo itaweza kukupendeza, basi na wewe pia unatakiwa kumsikiliza yule fundi ambayo kitu gani anachopenda. Karibuni sana kwenye channel yetu pendwa ya TZ Fashion, channel ambayo tuna deal na kuonyesha mishono mizuri ya kisasa lakini pia tunatoa elimu kuhusiana na swala zima la mishono kwa wale ambao wanahitaji kutangaza na sisi karibuni sana tutangazia biashara zenu kwenye namba 0685114094 unaweza ukatuandikia message lakini pia unaweza ukatupigia simu na tuna chaji kwa gharama nafuu sana kwa majina naitwa Latifa Isa au unaweza ukaniita Madam T sana sana mimi ni fundi na nilianzia ufundi na pia naelekeza watu namna namna gani wakuweza kupangilia nguo zao, nguo gani ambao unaweza kuvaa katika harusi. Najua tunaenda katika mikutano mbalimbali, aina mbali gani za mikutano ambao unaweza ukavaa aina hizo za nguo na ukapendeza sana. Tunaenda katika mikutano ya jamii au tunaenda katika mikutano ya familia, unataka kujua namna gani, namna gani unaweza kupangilia kabati lako, muonekano wa muonekano wako. Unajua hata mtu anapokuwa kazini pia, kuna wale ambao wanaambiwa the best ni watanashati wanapendeza ni wazuri yaani, unaambiwa katika zile kumi bora, basi wewe ni kumi bora ambao unavaa vizuri. Kama unahitaji wewe kuvaa vizuri kazini, wafanyakazi wenzako waweze kukusifia basi hakikisha tu unabonyeza neno subscribe ambayo imeweza kuandikwa iko chini ya hii video ili usiweze kupitwa na video zetu, lakini pia unaweza ku like na ku comment video zetu kila tunapokuwa tuna upload. Unaweza pia ukatoa maoni yako, au unaweza ukatoa ushauri wako tuboreshe nini, tupunguze kitu gani katika uh, video ambazo sisi tunaweka hapa. Ama la, una changamoto yoyote ya mshono unataka kujua zaidi huujui unashonwaje? huujui unapangiliwaje? Tafadhali niwekee comment hapo, nitaweza kukueleza. Na kama nilivyozungumza hapo juu, siku ya leo tutazungumza nguo za mabega wazi, na tutaweza kuelezea namna gani ya kushona, namna gani ya kuweza kuweka ile kamba au elastic, au inawekwa bega lake linakuwaje? Tutaweza kuelezea siku ya leo. Baki na mimi, ili niweze kukuelezea hayo, hatua moja mpaka nyingine, ili uweze kujua. Na kama wewe ni fundi, basi utaweza kujua jinsi gani ya kuweza kuweka ile elastic, au kuweka kamba, au kuweka namna gani ya kuweza kushusha ile nguo ambayo inakuwa ina bega wazi, na mteja wako akaweza kupenda aina hiyo ya nguo. Tutaenda hatua moja mpaka haina hatua nyingine. Hakikisha tu unaangalia mwanzo hadi mwisho. Hatua ya kwanza katika nguo yoyote ambayo inakuwa ina mabega wazi, uh, step zake za juu kuweza kuweka ile elastic ni aina mbili tu, unaweza ukaweka elastic au unaweza ukaweka kamba. Tukianzia la elastic, unachotakiwa kukifanya ni kuweza kupima mzunguko wa bega lote ambalo bega lake linakuwa linashuka mpaka ile size ambayo wewe unataka mteja wako aweze kuvaa au mwenyewe uweze kuvaa, then unaweza ukapunguza inchi nne kwa sababu ya elastic yai, kwa sababu unapokuwa unaweka elastic, elastic inakuwa inajivuta, lakini unaweka ile ukiweka ile free size haiwezi kujivuta, kwa hiyo unaweka elastic ambayo inaweza kujivuta. Baada ya hapo, unakuja sasa unapinda pindo kubwa, then unakuja kupitisha ile elastic kwa juu ndani unashona. Mtu anapokuwa anavaa anakuwa anapendeza, lakini kama unaweka kamba, kamba haitajalisha. Unaweza tu ukachana kidogo sana hapa karibu na maziwa, ukachana kwa ajili ya kuweza kupata ile fundo nzuri, alafu ukafunga kamba yako vizuri. Mtu anakuwa anavuta saizi anayotaka. Na tukimalizia sehemu yetu ya mwisho, ni aina gani ya mtindo huu unaweza ukavaa na ukapendeza? Kuna zile ambazo zinakuwa kama mfano wa puto, zile ambazo ni blouse. Sana sana blouse, na kwa mfano kama waputo, ambao huku chini kunakuwa na elastic, juu kunakuwa kuna elastic au kamba, na inapendeza, na mikono yake inakuwa ni ya kupachika, ndio ambayo inaweza kupendeza, lakini pia katika magauni. Magauni mara nyingi ambayo yanapendeza ni yale magauni ambayo yanakuwa ni ya mwamvuli, mwamvuli wake umetoka kuanzia juu ukashuka moja kwa moja hadi chini. Unaweza ukaweka na kamba katikati, katika kiuno, ili kuleta mvuto wa ile nguo yako, na mikono yake mara nyingi inakuwa ni mikono ya kupachika, kwa sababu mikono yake inakuwa imeanzia katikati. Kwa hiyo mikono inakuwa ni ile mikono ambayo kama umepachika kama unataka kujua mikono ya kupachika ikoje, ni mikono ambayo inakuwa inaanza katika kwapa kupanda juu, yani inamaanisha kwamba mkono unakuwa uko peke yake. Nadhani hapo utakuwa tayari umenielewa. Kama haujanielewa, basi tafadhali naikia comment hapo. Lakini pia nashukuru sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. I hope utakuwa umeenjoy sana. Asanteni sana, nawapenda sana, niwatakia